Urusi imefanya mashambulizi ya usiku kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Ukraine, ikilenga vituo vya umeme vinavyosambaza nishati kwa mitambo miwili ya nyuklia na kusababisha vifo vya watu saba. Rais Volodymyr Zelensky amesema Urusi imerusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 450 na makombora 45. Watu watatu wameuawa na wengine kumi na wawili kujeruhiwa katika jiji la Dnipro baada ya ndege isiyo na rubani kugonga jengo la makazi. Wengine watatu wameuawa katika eneo la kusini mashariki la Zaporizhzhia na mmoja katika mkoa wa Kharkiv kaskazini zaidi kwa mujibu wa maafisa wa mikoa hiyo. Vituo vya nishati katika mikoa ya Kyiv, Poltava na Kharkiv vimeharibiwa na kuacha maelfu ya watu bila umeme na maji. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa imefanya shambulio kubwa kwa kutumia silaha sahihi za masafa marefu za anga, ardhini na baharini dhidi ya maeneo ya uzalishaji silaha pamoja na mitambo ya gesi na nishati, ikidai kuwa ni majibu kwa mashambulizi ya Kiev dhidi ya Urusi. Waziri wa nishati wa Ukraini, Svitlana Halchuk, amesema vikosi vya dharura vimefanikiwa kuimarisha mfumo wa umeme, lakini amewaonya wananchi kwamba mgao wa umeme zaidi utahitajika ili kuruhusu kazi ya marekebisho kuendelea. Baada ya mashambulizi hayo, kampuni ya umma ya nishati Centrenego imesema mashambulizi hayo ndiyo makubwa zaidi dhidi ya vituo vyake tangu vita kuanza Februari 2022 na kwamba imesitisha shughuli katika mitambo yake iliyoko mikoa ya Kiev na Kharkiv. Zelensky amesema shirikizo la vikwazo dhidi ya Urusi linapaswa kuongezwa. Jeshi la anga la Ukraine limedai kuwa ndege 406 zisizo na rubani za Urusi na makombora 9 ziliangushwa usiku wa kuamkia Jumamosi, huku makombora 26 na ndege zisizo na rubani 52 za Urusi zikigonga maeneo 25. Hii ni Poa Media.